Mwashamu Baba Askofu, kutokana na ukubwa wa parokia yetu, tunaomba moja, tuongezee padre moja zaidi ambaye atashirikiana na mapadre waliopo ili kurahisisha huduma ndani ya parokia yetu. Pili, tunaomba kanda ya Mtakatifu Dominiko Kaiti inayoundwa na vigango vya Kaiti Milima, Vitatu, Mdori, Minjingu, Tarangire, Ngole, Vituwe na Urdoi wenye jumla ya jumuiya thelathini na moja na Wakatoliki 2548 ipewe hadhi ya parokia ndogo. Ninakubali kwamba parokia ya Mbugwe ni, ni pana, parokia kubwa na muundo wake ni mgumu. Imenifanya nifikiri sana kwa muda mrefu wapi nifanye parokia ndogo au pande gani. Sasa utangulio kwa parokia sehemu zile za pembeni, nikisema nianzie kule zinakuwa pembeni, nashindwa kuweka kuwaleta Wakristu. Kwa hiyo wakati mwingine tunalazimika sasa kwenda sehemu ambayo kidogo ni nafuu, inaweza kuwa sio katikati sana, lakini nafuu kidogo, ili kuruhusu baadaye pia sehemu zingine zipandishwe, zipewe hadhi. Kwa misingi hiyo, lile ombi la, la pili ambalo mlisema mnamwomba padre kwa ajili ya msaada nalifanyia kazi bado sijapata mapadri, ninao mashemasi kwa sasa. Nitakapopata <laughs> mapadri basi, na tutajadiliana na wenzangu tufanyeje kuhusiana na hilo sawa. <tutu> hai ombi la pili lilikuwa linahusiana na eh, kanda hii ambayo ina vigango nane kwamba ipandishwe hadhi. Kwa kweli kutokana na haya matayarisho yaliyokishafanyika, lakini pia kwa idadi ya Wakristo iliyotajwa na umuhimu, umuhimu wa kuleta huduma karibu, ili pia haya matayarisho yaende kwa kasi, sehemu hii ije kuwa e, makazi ya, ya, ya kanisa hapa. Wakati huo huo na wenyewe tukitaka ije izae, ninayetamka kanda hii leo kuwa parokia ndogo. <coughs> Kwa hiyo mnaohusika wote ambao mnahusika ambao mko kwenye kanda hii vile vigango nane, mshikamane, lakini naomba sana umoja wa parokia usivunjwe ili shughuli zote za kichungaji chini ya parokia ziende vizuri kwa pamoja. Ninaomba sana mshirikiane. Yale yanayohusika kwa ajili ya matayarisho ya eneo kuwa parokia na baadaye kufaa kwa huduma zote, makazi ya mapadre, makazi ya wahudumu wengine wa kanisa mahitaji yote ya wakristo katika eneo lakini pia sura ya kujitegemea kwa eneo lenyewe husika, hayo yaendelee kufanyiwa kazi. Roho Mtakatifu aendelee kuwaongoza na watakatifu Petro na Paulo waendelee kuwashindikiza. Asanteni sana Mungu